Njia za kujikataa kutafuta kutambulika, kuidhinishwa na kusifiwa. Ikiwa leo ni siku ya 16 ya Kwaresma, fanya matendo mema kwa siri, bila kumwambia mtu yoyote. Jizuie kuandika kitu mtandaoni. Tafuta macho ya Mungu, si ya ulimwengu. Wacha wengine waendelee kupokea sifa, lakini wewe tafuta kutambulika kwa namna yako. Fanya mazoezi ya kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Chagua kutumikia bila kuonekana, huku ukijitahidi kuweka mambo yote sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Ni hayo tu kwa leo. Wakati huu ukiwa unaendelea kufuatilia tafakari hizi, ili usipitwe, tafadhali tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo WhatsApp channel ya Breeze Online TV, kadhalika mitandao yetu ya kijamii YouTube, Facebook Instagram pamoja na TikTok. So, siku njema ndugu yangu.